Leo tarehe ishirini mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano, mamlaka ya hali ya hewa tumepata wageni kutoka mamlaka uh, za huduma za hali ya hewa kutoka Zimbabwe ambao wamekuja kutembelea na kwa ajili ya kujifunza uh, masuala mbalimbali ya huduma za hali ya hewa. Uh, walichagua mamlaka ya hali ya hewa kuja kujifunza kwa sababu ya kuelewa na kutambua uh, maendeleo na mchango mkubwa wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania katika uh, kuimarisha huduma za hali ya hewa katika bara la Afrika. Sasa, waliomba siku nyingi waje kujifunza kutoka kwetu, ni namna gani ambavyo tunaimarisha uh, uangazi, ni namna gani ambavyo naimarisha uchakataji wa uh, taarifa za hali ya hewa, ni namna gani ambavyo tunaimarisha utoaji uh, wa utabiri na taarifa za tahadhari, ni namna gani ambavyo tunaimarisha usambazaji wa taarifa na ni namna gani ambavyo tunaendelea kujenga umahiri na weledi katika tasnia nzima ya hali ya hewa kwa ujumla wake. Kwa hivyo sisi tulikubali uh, ombi lao na hivi leo wamefika hapa. Kwa hivyo tumeanza uh, kazi hiyo ya kukaa na wenzetu na kuwashirikisha uh, yale ambayo uh, sisi tumeweza kuyafanya vizuri zaidi, ikiwa ni pamoja na masuala ya uh, uh, uangazi, lakini masuala ya utabiri na utoaji wa tahadhari, lakini vile vile masuala ya uh, quality management system ambayo pia sisi tunayafanya vizuri. Kwa hiyo kuna maeneo kama sita hivi ambayo uh, wenzetu waliomba na sisi tumejiandaa kuwashirikisha ili kuendelea kuwajengea uelewa. Na kitu kikubwa ambacho wanataka kujifunza pia ni namna gani sisi tuliweza kutoka katika agency na kuwa mamlaka ya hali ya hewa hapa Tanzania, na namna gani ambavyo tulipita huo mchakato aa, na kadhalika Kwa hivyo tumeshakuwa na mikutano ya awali leo ya asubuhi, na tunatarajia baada ya hizi siku tano ambazo watakuwepo hapa watakuwa wamejifunza mambo mengi, lakini pia aa, katika ufunguzi wa haya mafunzo ambayo tunayafanya hapa, tunaita ni mafunzo au ni ziara hii ya wenzetu kutoka Zimbabwe. E, tayari baada ya kufanya wasilisho ya mambo mengi tunayoyafanya, wameonyesha uh, nia na hamasa ya kutaka uh, sana kuendelea uh, kujifunza kutoka kwetu, ikiwemo uh, kuleta wafanyakazi wao waje wajifunze katika chuo chetu cha Taifa cha hali ya hewa, lakini pia uh, wame, wamelizishwa sana na umahiri na weledi tu ambao tunao katika masuala ya uchakataji wa taarifa uh, data quality management na quality control ambao sisi tunafanya vizuri, lakini vile vile uh, wamelizishwa pia na namna ambavyo tunaweka uh, mchakato wa utabiri kwa, kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo wame yaona na tayari wameonyesha nia ya kuendelea kutaka kujifunza. Nichukue fursa hii kwa namna ya pekee kuendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya hali ya hewa na kuwajengea wataalamu wetu wa hali ya hewa umahili na weledi ambao ndio umepelekea nchi zingine nyingi kutaka kuja kujifunza kutoka kwetu. Zimbabwe sio wa mwisho na sio wa kwanza. Hivi uh, tunavyozungumza ni kwamba kuna nchi zingine uh, kadhaa ambazo pia wameomba kutaka kujifunza kwetu, na sisi wakati wote tunaonesha ule utayari wa kuwasaidia uh, ni pamoja na wenzetu kutoka Sierra Leone ambao pia tayari tuko kwenye mazungumzo, lakini pia wenzetu kutoka Gambia, wenzetu kutoka Guinea uh, wenzetu kutoka Zambia na nao pia wameonyesha nia na wameleta maombi ya kutaka kuweza kujifunza kutoka kwetu. Lakini pia hivi karibuni tulikuwa uh, na, na wataalamu wetu walienda kule Burundi, ambako waliendelea kuwajengea weledi uh, we, we na umaili katika masuala ya uh, utoaji wa huduma za hali ya hewa aini. Mwaka jana tulikuwa Namibia. Kwa hivyo, kwa ujumla na kwa ufupi, ni kwamba kutokana na uimarishaji uh, mkubwa wa miundombinu na rasilimali watu katika mamlaka hali ya hewa unaofanywa na serikali, basi sisi tumepata hiyo fursa ya kuweza kuaminika kimataifa na kuweza kuombwa kuwasaidia nchi zingine kama ambavyo nimezitaja. Kwa hivyo tunawashukuru sana serikali na tutaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba nchi zote zile ambazo zinaomba tuwasaidie basi tunawasaidia ipasavyo. Takriban nchi kumi kati ya nchi hamsini na nne eh, za Afrika tayari eh, zinakuwa na mahusiano mazuri na wanaomba tuwasaidie, na lengo letu ni kuendelea, kuendelea kuwa kitovu cha ubora katika utoaji wa huduma za hali ya hewa katika bara la Afrika na ukanda wa nchi zinazoendelea, na sababu ya kufanya hivyo, tunayo uwezo tunao, na nia tunayo na tunaamini tutaweza. Asanteni sana.